Nawapongeze sana kwa kazi kubwa nzuri ambayo mmefanya. Mimi kama mwasisi mwazilishwa wilaya hii, hakuna kitu kinacho miparidi nakupaia nakuonaeaapokea k waliopokea maendeleo Mkurugenzi na timu yake, basi kila nikija naona kuna vitu sana vinaendelea. Nawapongezeni sana naaglekanukakatu